Hello? Hello? Nisubiri, nisubiri, nisubiri nitakupigia tuelewane vizuri ndio. Hii kura tunapeleka wapi? Kiongozi wako nani? Naomba tuelewane muda mm, wa kupiga kura ni saa ngapi? Saa mbili hii, mm, kura imeingizwa saa ngapi? Tuelewa netu maana mm, hapa saa kumi na mbili kamili tupo hapa hapa, hili darasa imefungwa. Hii kura mmeingiza, imepigwa e, saa ngapi? <tipi> kwingine kote uko eh, salama wengine <mulis> kote, na hao ndio wanasababisha ugomvi. hizi kura tunataka, unataka mtuambie mmetoa wa wapi? ambao wako wanajeshi wako, wako, wako, wako, na, wako kinyume na katiba, wako kinyume na kanuni. Nyie mmetoa wa mamlaka ya kuingiza hizi kura? boksi zote tatu zimejaa, ushindani gani ni um, uchaguzi um, wa namna gani? imeshapigwa kama tayari imeshapigwa